Ni kweli tumepokea mwili wa um, mtu ambaye alitambulishwa kwetu kwa jina la Rose Mndenye eh, eh, Manfred um, ambaye ana miaka thelathini um, na moja eh, kutoka Swaswa ambaye ni wa jinsia ya kike alipokelewa hapa hospitalini uh, akiwa ameletwa na polisi eh, mnamo tarehe 25 majira ya saa tano na nusu usiku, na aliletwa akiwa tayari ameshafariki na alikuwa na majeraha sehemu mbalimbali za mwili wake um, uh, kwa hiyo taarifa nyingine ni mpaka hapo ambapo labda postmortem itakapofanyika na kuweza kujua nini kimesababisha e, kifo chake kwa ujumla. Eh, nadhani hatuwezi kusema ni nini kimetumika, ila amechomwa sehemu mbalimbali za mwili. Eh, kwa hiyo sasa, na majeraha sehemu mbalimbali za mwili ambayo yamesababishwa na kuchomwa na kitu, na kujua ni nini kimetumika ni ngumu kukielezea moja kwa moja.